Faqad faza almuttaqun, watukufu wa Kiislamu, na kuhusieni kama ninavyoiusia nafsi yangu juu ya suala zima la zito la kumcha Allah subhanahu wa taala. Kwa hakika wamefuzu wale ambao wanamcha Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala, katika kutuhimiza katika jambo la uchamungu anatwambia:

anapokwenda kutufisha atufishe hali ya kuwa tuwe Waislamu. Amin. Watukufu wa Kiislamu, leo ni siku ya Ijumaa, lakini katika tarehe ni siku ya mwezi mosi Muharram mwaka elfu moja mia nne na arobaini na saba hijiria. Hii ina maana kwamba tumetoka

yuma halaa lsamawati wlard minha arbaa hurum, Allah subhanahu wataala anatuambia kwamba hakika ya idadi ya miezi iliyoko Allah ambayo anaitambua ni kumi na mbili. Katika hiyo miezi kumi na mbili Allah subhanahu wataala akasema kwamba kuna miezi minne ambayo ni mitukufu. Katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo inaichambua aya hii Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia as anatuambia sanatu ithna ashara shahra minha arba'at hurum thalath mutawaliyat. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika mwaka kuna miezi kumi na mbili. Katika miezi kumi na mbili hiyo kuna minne ambayo ni mitukufu. Mtume akatuambia thalathu mutawaliyat, hakika miezi mitatu ni yenye kufuatana. Mtume akatueleza akatuambia, ni dhulqaada wa dhulhijja walmuharram. Miezi hii yenye kufuatana ni dhulqaada, ambao sie twaguita mfungo pili, na wapili ni dhulhijja, ambao sie twaita mfungo tatu, na watatu ni Muharram ambao ndio huu hapa, ambao sisi twaita nini, mfungo nne na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatwambia kwamba kuna mwingine ambao haukufuatana na hawe zake, hii ni Rajab ambayo ipo baina ya Jumad thani pamoja na Shaabani. Kwa hivyo, Waislamu, leo tunaingia katika mwezi kwanza, tunaingia katika mwaka mpya, lakini pia tuko katika mwezi ambao ni miongoni mwa miezi mitukufu. Katika kuthibitisha utukufu wa mwezi huu wa Muharram, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia afdalu siyam, funga iliyo bora baada Ramadhan. Baada ya kusha kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan, basi Mtume anatuambia shahrullahi lmuharram, basi ni kufunga katika funga ya mwezi wa, wa, wa, wa, wa Muharram ambao Allah subhanahu wa ta'ala amefanya nini? Ameutukuza. kwa hivyo hii inaonyesha ni kwa namna gani mwezi huu wa Muharram ni miongoni mwa miezi ambayo ni mitukufu katika kufanya ibada hususan ibada ya nini ya funga na katika hili katika mwezi huu wa Muharram kuna tukio moja kubwa mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Madina alikuta mayahudi wakifunga katika mwezi huu siku ambayo inaitwa Ashura. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akataka kujua kwa nini wanaifunga, Mayahudi wakasema hadha yaumu salih, hii ni siku njema. Hadha yaumu najallahu fihi bani israila min aduwihim fasamahu Musa, hii ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwaokoa Banu Israil kutokana na adui yao Firauna. Nabi Musa akawa ikaanafunga na sisi tukafanya nini, na sisi tukafunga. Mtume sallallahu alaihi wasallam kusikia maneno hayo akasema nahnu ahakku bi Musa minkum, sisi tuna haki zaidi ya kumfata Musa, sisi tuna haki zaidi ya kufanya aliyoyafanya Musa kuliko ni nyinyi. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam fasamahu akaifunga siku hii, wa amara bisiyamihi, na akaamrisha kuifunga katika siku hii. Kwa hivyo hii ni siku ya kumi ambayo yaitwa yaumu ashura, yani siku ya kumi katika mwezi wa Muharram. Masahaba wakarudi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamwambia mtume, katika mafundisho yako umetuambia tu wa khalif Mayahudi. Sasa mbona leo watuambia na sisi tofauti, tufunge hii hii? Akaambia kwamba inshaallah tukifika mwakani tutafunga siku ya tisa na nini na siku ya kumi hii. Siku ya tisa ni katika kuwahalifu nani? Mayahudi. Lakini siku ya mbayo ni hii ni siku ya Ashura, ambayo yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam akaitolea ufafanuzi zaidi na fadhila zaidi kwa mtu ambaye ataifunga siku hii Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema siamu yaumi ashura, funga ya siku ya Ashura, ahtasib ala llahi, mimi natarajia kwa yule ambaye ataifunga siku hii anyukafira sana alati qablahu, mtu kufutiwa madhambi ya manake, mwaka wake uliopita. Kwa hivyo maanaake mwaka uliomaliza kama utafunga siku hii ya Ashura na funga yako ikakubaliwa, basi unafutiwa madhambi yote ya mwaka wako uliopita. Kwa hivyo unauanza mwaka mpya. Kumbuka kwamba Muharram ndio mwaka wa nini, ndio mwezi wa kwanza katika Uislamu. Kwa hivyo unaingia katika Muharram hali ya kuwa umefanya nini, uko mpya kabisa. Hii ni jambo kubwa sana, na ni habari njema kwa Waislamu kuona kwamba ni namna gani Allah subhanahu wa Ta'ala anavyotupenda sisi waja wake. Kwa hivyo watukufu wa Kiislamu, tunachohitajika katika mwezi huu, kwa sababu ni mwezi tunaoanza mwaka wetu mpya, kwa hiyo tunaanza katika k kuendea mambo katika yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametufanya nini, ametuamrisha. Kwa hivyo tuanze mwaka huu katika kwenda katika amali ambazo tutazifanya, na Allah anasifaini, anaziridhia, nayo si nyingine isipokuwa ninini? Moja ni katika funga. Lakini jambo la pili, tunapoanza mwaka huu, basi ni vyema kufanya muhasaba, kujiangalia katika mwaka uliopita nilifanya nini, ili kama kuna makosa ambayo tuliyafanya katika mwaka uliopita tusiweze kuyarejea katika mwaka huu mpya unaokuja. Lakini jambo jingine ni wakati wa kujiepusha na madhambi, hasa tuko katika nini? Katika mwezi huu mtukufu. Allah, katika aya ile ambayo tumetangulia kuizungumza mwisho anasema, fala tudlimu anfusakum fihinna, basi musizidhulumu nafsi zenu katika nini? Katika miezi hiyo minne. Msifanye ufuska, siyo miezi ya kuweza kwenda kumuwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni miezi ambayo tunatakiwa tujiepushe, lakini jambo ambalo ni muhimu na ambalo tumelizungumza pia ni hili la kujizoeesha kufunga. Kwa hivyo mbali ya funga ya Ashura, lakini kuna funga ya Jumatatu na Alhamis, kuna funga ya mwezi kumi na tatu, kumi na nne, kumi na tano. Tujitahidini kwamba zote hizi tuweze kufanya nini? Kuzipata katika mwezi mtukufu huu wa Muharram. Tumuombe Allah subhanahu wataala atuwafikishe katika kuyatenda yaliyo mema. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe makosa yetu. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala wakati tunaanza mwezi huu ambao ni miongoni mwa mwezi wa mwanzo katika mwaka wa Kiislamu, atujalie uwe ni mwaka wenye mafanikio wa hapa ulimwenguni na kesho akhira. waqala azza min qa'ilin alim wa biqawlihi yahtadi almuhtadun fa idha qara'ta alquran fasta'idh billahi minash shaitani rrajim a'udhu billahi minash shaitani rrajim

Tumeona katika khutba ya kwanza kwamba tumeingia katika mwaka mpya wa Kiislamu, tumeingia katika mwezi wa Muharram na yale ambayo twatakiwa sisi kama Waislamu kuyafanya katika mwezi huu mtukufu wa Muharram. Lakini kubwa lao ni kurudi katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, nayo ni kujishirikisha na hasa ibada ya funga na tukaona ni katika masiku gani ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametushajihisha kuweza kuyafunga watukufu wa Kiislamu. Wakati tunaingia katika mwezi huu wa Muharram au tunaingia katika mwezi mwaka huu mpya, hatuna budi kurudi nyuma kidogo tuangalie mwezi uliopita ambao ni mwaka uliopita, na nini, tukio gani lilikuweko katika mwezi uliopita? Ulikuwa ni mwezi wa Dhulhijja, mwezi ambao Waislam kutoka sehemu mbalimbali ulimwenguni walikwenda walipata fursa ya kwenda kuizuru kwe nyumba ya Allah subhanahu wa taala. Tumwombe Allah subhanahu wa taala wale waliokwenda kuizuru nyumba yake katika mwaka huu, azikubali amali zao, awasamehe makosa yao na awarejeshe, ambao bado hawajarudi, warudi katika majumba yao hali ya kuwa wako katika hali nzuri kabisa watukufu wa Kiislamu wakati tunauanza mwaka mpya, kitu kinachohitajika ni kuwa na nini tunapanga kwa katika mwaka unaokuja. Katika jambo ambalo bado Uislamu hatujafanya vizuri ni suala la kuwa na mipango ya mtu mmoja mmoja, mipango ya misikiti, mipango ya familia na mipango katika jamii nzima ya Kiislamu. Kwa hiyo tunapouanza mwaka huu ni vyema tukaweka malengo, na hasa hapa na kwenda kwa vijana ambao bado hatujapata fursa ya kwenda kuizuru nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni wakati wa kuweka nia ya kwenda kuizuru nyumba ya allah subhanahu wa taala katika mwaka huu unaokuja ambao ni mwaka 1447 katika malengo yako andika kwamba mimi namwomba allah subhanahu wa taala anijalie katika mwaka huu niwende nikafanya nini mtume sallallahu alaihi wasallam akilizungumza suala la hija anasema man arada lhaja falyataajal yule ambaye anayekusudia kwenda kufanya hija basi afanye haraka kwenda kuifanya ibada hiyo ya hija. Fainnahu kad yamrahu, kwa sababu hajui, huenda Allah subhanahu wa taala akaja kumpa maradhi mbele. Allah amekupa uwezo, usiseme nitakwenda baadaye, fanya haraka ya kwenda kufanya hiyo ibada. Watadhilu dhala. Mtume sallallahu alaihi wa sallam au kuna kwa mfano hivi karibuni tu tumeona vita vilikuwepo baina ya Mashariki ya Kati. Kwa hivyo kinakuja kitu kikaweza kuzuia, sote ni mashahidi katika miaka mwaka elfu moja mia mbili na kumi na tisa corona watu walikuwa na uwezo, lakini hawakuweza kufanya nini? Hawakuweza kwenda kuhiji. Kwa hivyo Mtume sallallahu wa alaihi wasallam anatuhimiza kwamba, unao uwezo, fanya haraka Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, au inaweza ikatokezea jambo ambalo usilolitarajia likakuzuia wewe kutoka nani na kwenda kuifanya amali ya hiji. Suala linakuja ni uwezo upi? Ni mpaka niwe na pesa? Mimi Islam, siku zote jambo lolote lile linafatwa na nini? Na nia. Na Waswahili wakatwambia kwamba nia, penye nia pana nini? pana njia. Kipata bahati, zungumza na watu ambao wamekwenda kuhiji, upate siri, asrari za hija watukufu wa Kiislamu. Kitu kikubwa ambacho tunatakiwa ni kutia nia kwanza. Tutie nia, tukishakutia nia, tumuombe nani? Allah subhanahu wataala: ya Rabbi, mimi ni mja wako dhaifu kabisa, na kuomba nipe ni ruzuku na mimi nende nikaizuru nyumba yako. Mengine muachie nani? Muachie Allah subhanahu wataala. Shairi anatuambia alayka bitakwa llahi in kunta ghafila, wewe watakiwa umche Allah subhanahu wataala kama umeghafilika. yaatika bil arzaqi min haythu la tadri, riski zitakujia katika hali ambayo hufanya nini, kutegemei kabisa. Shahidi anasema fakaifa takhafu lfakira, vipi fakiri unaogopa? Wallahu rasika na Allah ndiye mwenye kufanya nini, mwenye kutoa riski. fakad rasaka taira kwa hmm. Hakika Allah subhanahu wataala anamrizuki nani? Ndege. Ofisi ya ndege iko hapo? duka la ndege analouza kuwauzia watu iko wapi? bidhaa ana, lakini anapata nini? Katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia lau annakum tawakkaluna ala Allahi haqqa tawakulihi, lau kwamba nyinyi mwategemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika haki ambayo mtu apaswa kumtegemea Allah. Allah, mtume anasema la rasakakum Allah, angelikuruzukuni nyinyi kama yarzuku taira, kama anavyomrusukunini ndege. Ndege akitoka asubuhi, tabdu himaswa, anatoka katika nini pahala pake kwenda kutafuta, hali ya kuwa hana kitu, ni mtupu kabisa, wataruhu bitana, na anarudi hali ya kuwa ameshiba. Kama ana makinda amewachukulia mpaka watoto wake. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, waman yattakillaha yaj'al lahu makhraja, anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah hufanya nini? kumjalia matokeo, wa yarzuku min haythu la yahtasib, na Allah humruzuku katika hali ambayo yee hakutegemea. Wa man yatawakkal ala allahi fahuwa hasbu, na anayemtegemea Allah subhanahu wataala, Allah yuwatosha. Waislamu, nasema kwamba hija ni nini? Wito Je, tumemuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba atuite na sisi. Tumemuomba Allah Allah ambaye anamwambia mtume wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi, tuweke tuweke nia tuweke nia tuendelee na nini na maombi ya kumwomba Allah subhanahu wa Taala. Wallahi thumma, wallahi tutaona maajabu ya Allah subhanahu wa Taala. Kisa maarufu kwa kumalizia hotuba: miaka ya mwishoni mwa elfu mbili, kuna bwana mmoja katika nchi za Afrika Magharibi, katika shamba lake aliona ndege, hizi ndogo ndogo zinaitwa watu wanatumia katika kupigia picha na mengineo. Huyu bwana baada ya kuiona ile ndege akawa na anaishangalia shangalia, imetokea wapi hii ndege? Kakaa nayo, mara wametokea wenye ile ndege wakawaambia bwana, hii ni ni mali yetu. Hala, ehe, basi tukuweni sasa. Wale walishangazwa na namna yule bwana alipokuwa ameshangazwa. Kambia, mbono ulikuwa umeishangalia? Akamwambia, mimi kubwa katika moyo wangu nilikuwa najisimia kwamba laiti kwamba hii ndege ingelikuwa kubwa. Sikiliza mwislamu, litamani kwamba hii ndege iwe kubwa, inichukue nende, nikafanya nini, niende ikanipeleke Makka, nikafanya ibada ya hija. Lakini masikini, hii ndege nini? haiwezi kuniingiza mimi, siwezi siwezi ku kuingia humu, nikienda nikafanya hiyo ni nini? Nia nini? Allah subhanahu wataala alijibu kwa mtu huyo. Wamiliki wa ile kampuni walipopata habari, mwaka uliofuata walimpeleka wapi? Walimpeleka katika kufanya ibada ya hija. Ewe mwislamu, eka nia. Ewe mwislamu, muombe nani? Allah subhanahu wataala, alafu subiri maajabu ya nani.